Bas, mara baada ya Norbit kumkuta mkewe Bi Respishazi akiwa anachepuka na mwalimu wa jimu chumbani, Norbit alikasirika mno na kujiona kumbe yeye si chochote mbele ya mwanamke huyo. Respishazi alizidi kuongea maneno ya dharau mbele ya Norbit na wakati huo huo mtaalamu wa jimu akiwa bado yumo humo chumbani, jambo lililomfanya mtaalamu wa jimu ajione kidume kuliko hata Norbit. Hebu just imagine mtu umemfumania na mkeo live bila chenga, alafu bado mkeo anazidi kujibebisha mbele ya mchepuko wake. Ivi ungekuwa ni wewe, unadhani ungefanyaje? Hebu twende sawa. Master Jim alitoka nje na kuondoka zake, huku nyuma Respishazi akamchimba Norbit mkwara kwamba tayari anao ujauzito wa Norbit. Hivyo katu Norbit asije wazia kumwacha. Norbit alivyokuwa mpole kaka, hatimaye alikubali kumpenda Respishazi wake hivyo hivyo bila kujali. Siku moja, wakati Norbit akiwa kwenye kituo cha kulelea yatima, alishangaa kumwona mwanamke mrembo sana akiingia humo ndani, tena mwanamke mwenye umbo dogodogo na la kupendeza, wala si umbo kubwa na la ajabu kama la mkewe Respishazi. Norbit alibaki hoi kwa mshangao, ila ghafla mwanamke huyo akalitaja jina la Norbit kwa ujasiri wa kipekee sana. Norbit akahoji ili kubaini kwamba mwanamke huyo amelijuaje jina lake. Mrembo alitabasamu, kisha akasema kwamba Norbit, mimi naitwa Keti na tumelelewa sote katika kituo hiki cha watoto yatima. Ina maana umenisahau? Hapo ndipo akili ya Norbit ilipoanza kufanya kazi barabara, kisha akavuta kumbukumbu nyuma haraka haraka na kumkumbuka mwanadada huyo. Norbit akajibu na kusema, my God, inamuna wewe nde Keti, mbona umekuwa namna hii? Na ulikuwa wapi siku zote? hisu Keti, nimekumisi ujue, Norbit alijibu. Kisha Keti akacheka kwa tabasamu la madaha sana <laughs> no, kisha wawili hao wakapeana miadi ya kukutana hotelini siku ya Jumanne. Norbit akapagawa mno, njia nzima akawa tu anaiimba siku hiyo ya Jumanne, akiamini fika kwamba huenda siku hiyo itayabadili kabisa maumivu yake yote ya moyoni. Norbit aliiimba siku ya Jumanne, hata kila usiku alipolala na Respishazi mpaka Respishazi akaona kero. siku ya Jumanne ilipofika Norbert alijiandaa kwa kutoka, ila alipoufungua mlango ghafla akashangaa kumwona Master Jim akiwa hapo nje mlangoni tayari kabisa kwa kuingia ndani, ila Norbert wala hakujali, alimkaribisha ndani Master huyo, tena akamwambia kwamba bia za baridi zipo katika jokovu, hivyo asiache kujipongeza pindi atakapomaliza kuzagamuana na Respishazi. Mwalimu Jim alibaki na mshangao mkubwa sana, ila Norbert akaondoka zake na kumwachia mwalimu huyo uwanja mzuri kabisa wa mapambano. Baada ya Norbert kutoka, alielekea moja kwa moja mpaka hotelini akiamini fika kwamba hasira za mkeo kuchepuka atazimalizia zote kwa Keti siku hiyo, lakini siku ya kufanyani miti yote huteleza, kwani mambo yalikwenda kinyume na matarajio yake. Norbit alishangaa kumkuta Keti akiwa hotelini humo na mchumba wake mtarajiwa. Mambo yakawa magumu kwa sana kwa Norbit. Tukio hili lilimuumiza sana Norbit kupita kiasi. Hatimaye Norbit akamkumbuka mke wake, akamkumbuka na yule masta wa Jim pia na akakumbuka wanachokifanya kwa muda huu Yaani ikawa ni maumivu juu ya maumivu. Ilibidi Norbit arudi nyumbani akiwa na hasira sana, akamchukua mbwa wa jirani yake na kujifariji naye, maana mbwa huyo ndiye aliyekuwa rafiki yake pekee wa kweli aliyesalia duniani. Respecious alichungulia dirishani na kupanga kitu kichwani mwake. Usiku ulipofika, Norbit alilala kwa shida sana, kwani Respecious alichukua sehemu kubwa ya kitanda kutokana na umbile lake, mpaka Norbit akawa anakereka. Siku hii wakati Norbit na mkewe wakijiandaa kwa kutoka, hatimaye njiani walimuona yule mbwa wa jirani, mbwa anayemfariji sana Norbit. Respecious akaamua kumfukuza mbwa huyo kwa gari yake, ili tu amgonge na kumuua, kwani huamini kwamba mbwa huyo kumpa sana Norbit faraja. Na kweli Respecious alifanikiwa kumfukuza mbwa huyo kwa gari yake mpaka kiasi cha kumjeruhi vibaya sana miguu yake miwili ya nyuma jambo lililomkera sana Norbit mpaka Norbit kufikia kiasi cha kutaka kuondoka nyumbani hapo kwa Respishazi, ila Respishazi akamtishia Norbit kwamba eti anayo ujauzito wake, hivyo Norbit, endapo atadiriki kuondoka, basi Respishazi ataiharibu mimba hiyo. Mkwara huo ulimfanya Norbit akubali tu kubaki kwa awamu nyingine tena ili ashuhudie mwanaye akizaliwa salama salimini. Huku upande mwingine, tunamuona bibie Keti akishughulika na watoto yatima kadhamiria kukinunua kituo kile cha mzee wangu ili aendelee kuwalea watoto wa mtaani na watoto yatima kama ambavyo yeye alipolelewa hapo mwanzo. Ila kumbe mume wa Keti bwana Dion yeye yupo kimaslahi sana na anao mpango wa siri nyuma ya pazia. Keti aliendelea kujumuika na watoto yatima huku Dion akiwa anawafokea mno. Mara ghafla simu ya Dion ikaita. Dion akamwomba Keti kwamba simu hiyo ni ya mteja muhimu, hivyo anaomba aende akazungumze kwenye sehemu yenye utulivu zaidi. Bibie Keti alikubali, maana huwa anamwamini sana mpenziwe Dion, ila kumbe simu hiyo ilikuwa ni ya mchepuko, na kwa bahati nzuri Nobat akafanikiwa kupita eneo hilo, na ghafla akayanasa mazungumzo hayo ya Dion na mchepuko wake. Nobat akabaini kwamba kumbe Dion hana mapenzi yoyote ya kweli kwa Keti, bali ni utapeli tu mtupu. Norbit alimfuata Keti ila hakutaka kumjuza chochote kumhusu Dion, akihofia hasa kuyaharibu mapenzi yao. Ila muda si punde, bibi Respishazi alifika eneo hilo la kuchezea watoto, akafanikiwa kumwona Norbit akiwa amesimama wima na Keti. Respishazi akapatwa na wivu sana, ikabidi amfuate Keti na kumtimua eneo hilo ili tu asije kumuibia mpenziwe. Lakini Norbit alijaribu sana kutetea, ingawa hakumudu maana huwa anamuogopa sana Respishazi. Ilimbidi Keti aondoke kwa usalama wake zaidi. Kisha Respishazi akampatia Norbit chupa ili ende akanunue wine. Norbit akahoji, itakuwaje Respishazi anye wine wakati kashasema ni mjamzito? Hapo kwanza ilibidi Respishazi afoke. Alafu akajibu kwa kusema kwamba hana cha mimba wala nini bali aliitumia tu mbinu hiyo ili kumrubuni Norbit abaki. Da, Norbit alijidharau kwa awamu nyingine tena. Siku hii watoto wa kizungu waliamua kumchokoza Respishazi, hatimaye wakampora kofia yake ya hat kisha wakakimbia nayo mpaka kwenye baluni maalum za michezo ya kitoto. Respishazi akawakimbiza watoto hao pasi na kujali, hatimaye akapanda juu kabisa ya baluni hizo za michezo ya kitoto, ila uzito wake ukasababisha majanga makubwa mno, kwani alijikuta akiwarusha watoto hao juu kabisa hewani katika namna isiyo ya kawaida. Mwisho wa siku, Respishazi akaiharibu miundo mbinu yote ya watoto kuchezea, baluni lilipasuka vipande vipande, kila mtu akabaki akiwa anashangaa, maana uzito wa mwanamke huyo haukuwa wa kawaida hata kidogo. Keti aliamua kujitoa ufahamu, kisha akamchukua Norbit na kuanza kudensi naye huku wakinywa waini na kufurahia mno. Walicheza na kushikana kwa hisia sana. Ila mara ghafla Respishazi akamudu kuwatia machoni, moyo ukamuuma kupita kiasi, akihofia kwamba bila shaka Norbit ataoana na Keti. Ilibidi Respishazi awafuate kisha akamwangushia Norbit spika nzito kichwani. Norbit akaanguka chini na kuzimia kiasi cha kwenda kulazwa hospitalini. Kesho yake Keti alipokwenda hospitalini kumwona Norbit alishangaa sana, kwani kila alipojaribu kumsogelea Norbit karibu, mapigo ya moyo wa Norbit yalizidi kwenda mbio visivyo kawaida, huku hofu na woga vikimzidia Norbit. Keti akazidi kumsogelea Norbit karibu maradufu, ila hali ya mwamba ikazidi kuwa tete kihisia. Ni dhahiri shahiri kwamba Norbit anampenda Keti ila Norbit anashindwa kufunguka. Keti alilitambua jambo hilo. Baada ya wiki kadhaa mbele, Keti alimchukua Norbit na kwenda kumnunulia baisikeli ili amfundishe namna ya kuichochea vizuri, lakini bado Norbit hakuwa anaweza, hivyo Keti akawa anazidi kumfunza Norbit siku baada ya siku, huku mguso wa hisia kimapenzi ukizidi kuongezeka kila baada ya sekundi. Keti alimwomba Norbit kwamba kesho aje amsindikize kanisani Alfajiri na mapema kwa ajili ya maandalizi yake ya ndoa na Dion. Norbit alikubali ingawa kishingo upande. Hatimaye kesho ikafika, Keti akachukua gauni lake zuri na kulivaa ili aelekee kanisani. Norbit naye akafuatwa na jamaa zake wawili, Pop na Jesus. Wakamsihi sana Norbit kwamba amtongoze Keti, kwani mwanamke huyo ni mzuri na mwenye adabu kuliko Respishazi. Norbit akawa tu anazubaa maana anaogopa kumsaliti sana Respishazi kwa hofu ya kipigo kutoka kwa mwanamke huyo. Pop na Jesus walimchukua Norbit na kwenda kumnunulia vazi zuri la suti. Kisha wakamvalisha ili pindi atakapokwenda kukutana na Keti awe na haiba nzuri ya kiume. Norbit alivaa na kupendeza sana siku hiyo. Kisha akaelekea kwenye mgahawa wa mzee Sam, ili akakutane na Keti. Norbit na Keti wakafanikiwa kukutana, wakawa wanapiga stori kwa furaha mno, huku wakikumbushiana juu ya mapenzi yao ya utotoni. Kila mmoja akamhisi mwenzie katika namna ya kipekee sana. Huku nyumbani kwa Respishazi hali iligeuka, kwani muda ulizidi kusonga pasi na Norbit kurejea nyumbani. Respecius akamhoji kaka yake kwamba ni wapi walipomwagiza Norbit kwa siku hii, kwani amechelewa mno kurejea nyumbani. Respecius akawa mkali mno kiasi cha kaka yake kuogopa na kuamua kuusema ukweli wote. Ikabidi Respecius atoke na kuanza kumfukuzia Norbit mji mzima, lakini kumbe mara baada ya Keti na Norbit kula na kusaza, waliamua kuelekea kanisani kwa ajili ya kuongea na mchungaji kwani kesho ndo ile siku rasmi ya ndoa kati ya Keti na mpenziwe Dion kufungwa. Mchungaji wa kanisa alimtaka Keti afanye mazoezi ya kile atakachokiongea kesho mbele ya mumewe, lakini Keti akasema hawezi, labda mumewe aongee kwanza alafu yeye atajibu baadaye. Na kwa bahati mbaya sana wala Dion hakuwepo kanisani kwa muda huo, ikabidi Norbit aigize nafasi ya Dion. Norbit akatema maneno mazito na ya hisia sana hadi Keti machozi yakawa yanamlenga-lenga. Mchungaji akasema baada ya hapo ni zoezi la Keti kumkisi mumewe, ambayo kwa muda huo wa mazoezi nafasi ya mumewe ilichukuliwa na Norbit. Keti alilazimika kumkisi Norbit kama sehemu ya kufanya simulesheni ya tukio halisi la ndoa, ila mara ghafla wote wawili wakazama ndani ya busu kali lenye hisia nzito sana kiasi cha kumfanya mchungaji wa kanisa abaki tu akishangaa. Huku nje, Respishazi alikuwa akiendelea kumtafuta Norbit wake kwa hali na mali. Gafla Respishazi akapita eneo hilo la kanisani na macho yake yakamudu kuona ndani kile kilichokuwa kikiendelea, busu zito baina ya Keti na Norbit. Bibii Respishazi alizimia kwa mshtuko kiasi cha kuifanya gari yake iserereke na kusababisha ajali. Ila Keti alishindwa kujizuia, hatimaye akamwachilia Norbit na kukimbilia nyumbani huku akilia, maana hata bibie Keti naye bado alikuwa akimpenda sana Norbit. Respishazi alizinduka mbio mbio, akaingia kanisani huku akitukana bila kujali, ila wala hakumkuta mtu yeyote humo ndani ya kanisa. Ikamlazimu atoke nje na kuendeleza msako wa kumsakanya Nobati wake. Hatimaye Respecies alishangaa kukutana na Nobati nyumbani, wakazinguana kupita kiasi. Nobati akapewa marufuku ya kutoka nje tena mpaka ndoa ya Keti na Dion ifungwe, ili tu Nobati asija akaiharibu mipango. Kaka wa Respecies aitoe Big ndiye aliyepewa jukumu la kumlinda Nobati hapo nyumbani kwa usiku na mchana ili Norbit asitoroke. Lakini Norbit akawa anatamani sana kwenda kanisani ili akaweke pingamizi, ili mradi ndoa hiyo isifungwe, kwani Dion amepanga njama ovu sana ya kumdhulumu Keti mara tu baada ya ndoa hiyo kufungwa, kwani hiyo ndiyo tabia ya Dion. Mara nyingi hufunga ndoa na wanawake matajiri, kisha baada ya muda hudai talaka ili wagawane mali zao nusu kwa nusu na Dion amekuwa akifanya hivyo kwa wanawake zaidi ya sita. Sasa Norbit alipambana, hatimaye akamudu kutoroka, akaichukua baiskeli yake na kuanza kuichochea kwa kasi sana kuelekea kanisani ili akaweke pingamizi dhidi ya ndoa hiyo, lakini BIG alitoa taarifa kwa Respishazi kwamba Norbit katoroka, ikabidi wamsake ili tu asimudu kufika kanisani na kuharibu mambo. Walimudu kumkamata na kumtesa njia nzima, ila akawachoropoka akakimbia hadi kufika kanisani. Norbit akaweka pingamizi na kutoa ushahidi wa wale wanawake sita waliowahi kudhulumiwa na Dion. Mungu si athumani, ndoa hiyo ikavurugika na Dion akaaibika. Mwisho kabisa Keti na Norbit wakaona na kuyafurahia maisha yao upya Respishazi na nduguze wakatimuliwa mjini New York City kwani wananchi wote walikiri sana kuwachoka. Hatimaye Norbit akabaki huru akafurahia upya utamu wa penzi la mwanamke ampendaye licha ya uyatima wake. Funzo: usiache kusimamia kila unachokiamini, lakini pia mambo mazuri huwa hayahitaji haraka, hivyo tukubali kupambana.